Kufuatia hatua ya baraza la seneti katika bunge la jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo DRC juma hili kujadili mara kadhaa kuhusiana na kumwondolea kinga ya kukamatwa aliyekuwa rais wa zamani wa taifa hilo Joseph Kabila sasa imehitimishwa siku ya Alhamisi baada ya baraza hilo la seneti kukubaliana kwa kura juu ya jambo hilo. Studioni nimemwalika mchambuzi wa maswala ya kisiasa kutoka nchini jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo DRC, bwana Joseph Apolo, kulitupia macho hili. Kwanza kabisa, hatua ambayo imefikiwa na baraza la seneti nchini humo imepokelewa vipi na jamii ya wakongo kwa ujumla? Wakongomani wamepokelea na shingo upande hatua hiyo ya kuweza kumwondolea kinga ya kisheria ambayo alikuwa nayo rais mstaafu wa, wa, wa, wa zamani wa DRC Joseph Kabila, kwa kile ambacho wanakiona kwamba sio hatua nzuri kwa muda huu, ili kuweza kurejesha kwa haraka amani eh, mashariki mwa DRC. Unajua, sehemu ya mashariki inagubikwa na hilo janga la vita lenye ku kuendeshwa na waasi wa M ishirini na tatu na wakongomani walizani kwamba kwa muda kama na huu, kuwa vizuri kuendelea kuwa na uhasama eh, kati ya wafanyasiasa wa Kongo. Ulikuwa ni muda kwanza wa kuketi kwa pamoja, waweze kuweka nguvu pamoja kwa pamoja, waweze kupigana kwanza na huyo ambaye adui anatokea nje na baadaye wanaweza sasa wakafuatilia mambo ya ndani, lakini hiyo kuweza kumwondolea kinga wanaona kama vile ni hatua ya kuzidisha kuweka utengano kati ya Wakongomani, yaani kuima nchi ya Kongo nguvu za kupiganisha adui ambaye ni M23. Kwamba hatua hii ambayo imechukuliwa Wakongomani wanaona kama ni sehemu ya kuzima mjadala wa, wa, wa, wa, wa mapigano kule mashariki mwa DRC. No, wanaona haiwezi ikazima mapigano katika Uh, sehemu ya mashariki uh, utofauti itaweza tena kuwasha moto zaidi na zaidi. Unajua uasi uh, unazalika namna gani? Uasi si unazalika wakati mtu anajikuta amenyanyasika na anasema kwa, kwa vile nimenyanyasika wacha basi ni, ni, ni jiketelee mwenyewe, na kama serikali ndo itakuwa nguvu au mimi basi, tunaenda hivyo si kwamba itaweza kunyamazisha kabisa hali ya vurugu au ya vita ambayo inapatikana, lakini watu wanaohofia kwamba itaweza ikaleta ita zaidi na zaidi, ikazorotesha zaidi na zaidi hali hiyo. Na kama mchambuzi, madai haya kwa rais huyo wa zamani yana msingi kiasi gani? A, kuna vithibitisho ama viashiria vya moja kwa moja ambavyo vimetajwa ama kuonyesha ushiriki wake kwa, wa, wa, wa Kabila kwa m ishirini na tatu kama inavyozungumzwa. Mm, hadi sasa nafikiri hakuja kuwa na vidhibitisho kabisa kamili eh, isipokuwa tu ile ambayo wametangaza watu ambao huenda walikuwa karibu naye e, Kabila wametangaza kwamba ameingia Goma, na kupitia hiyo tangazo tu na media nyingi zikatangaza hivyo hivyo kwamba amewasili Goma, lakini kiuhakika hakuna mtu ambaye amemwona kwa macho yake, na hakuna ambaye anaweza kudhibitisha kwa kutoa picha fulani ambayo inaonyesha kwamba Rais Kabila hapa alikuwa Goma wakati ule so ni habari tu imetoka hivyo na ikasambaa, lakini hakuna udhibitisho eh, tete kabisa, na ni kupitia hizo tu habari kutoka mitandaoni, na ndo mahakama ya kijeshi ya Kongo au vyombo vya sheria vikachukulia hapo na kusema no, ana sapoti waasi kwa sababu amerejea katika upande ambao unamilikiwa na waasi, so ni lazima aweze kufuatiliwa kisheria. Ni hiyo tu, hakuna udhibitisho ambao umesemekana kabisa tosha ya kwamba ni kweli kweli alikuwa mashariki. Uongozi ama uh, chama chake na uongozi ndani ya chama chake uh, Kabila wao wamezungumza nini wakati mchakato huu ukiendelea huko DRC? No, chama chake cha PTRG kimeendelea tu kulalama na kushutumu kile ambacho wanaona kwamba ni ni moja ya, ya kuweza kurejesha udiktekta katika uongozi wa nchi ya Congo ya, ya kwa sababu wanaona kwamba hatua hiyo ya kumwondolea kinga rais Joseph Kabila I, inakuwa ni azimio ambayo inaenda kinyume na sheria kipindi yeye alikuwa ni rais wa zamani na ambaye anajulikana kwa sasa kuwa seneta katika maisha yake yote wanaona kwamba vile hatua haikufuata kama gisi sheria inasema, ili wafikie pale ambako wameweza kumwondolea kinga ambayo ilikuwa inamlinda ina, ina na, na. Na vipi uamuzi huu wa baraza la Seneti unaona utaathiri hali ya kisiasa nchini DRC hasa kwa kuzingatia kuwa Kabila bado ana ushawishi mkubwa katika siasa za nchi hiyo? Ndio, Kabila bado ana ushawishi mkubwa, na ni hapo ndo kunakuwa ile hali ya uoga. Tunakuwa na ule uoga wa kuona kwamba kuendelea kuwa na matatizo kama na hayo, kufuatilia vi, vinara vya, vya siasa vyenye kupatikana katika vyama vya upinzani itaendelea kuzorotesha zaidi na zaidi hali ya usalama kwa sasa hivi. Unajua kwamba uongozi wa leo unasemekana kwamba ni uongozi wenye kufuatilia zaidi na zaidi vinara wa kisiasa wa eneo la mashariki na tukiangalia Kabila ni miongoni mwa hao vinara wa eneo za mashariki Kad, eh, tu vile vile anakuwa anafuatiliwa eh, majuzi hapa tu wameweza kumshutumu uh, nani Matata Ponyo, wakimwadhibu miaka kumi ya, ya ya kifungo. So wote hao ni wa upande wa mashariki na wana, watu wanasema kwamba utawala kwa sasa ni utawala ambao unazidisha ubaguzi, unakuwa ukipiganisha tu wafanyasiasa wa sehemu wa moja huku wale wa sehemu ambayo ni ya kwao wanaachiwa huru, japo nao wanasemekana wameiba mali ya umma so, nafikiri hali hizi zitaendelea kuleta uhasama au mtengano kati ya Wakongomani, na hiyo inakuwa ni shida kubwa ambayo haitosaidia amani kurejea kwa haraka. Labda kuna hatua zozote kutegemeana na katiba na sheria za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, kwamba labda tutegemee rais huyu wa zamani Joseph Kabila anaweza kuchukua hatua baada ya maamuzi ya baraza la seneti. Uh, kisheria nafikiri sijui nini atafanya kwa sababu endapo, uh, seneti, baraza la seneti limeamua kwamba aweze kufuatiliwa uh, yaani hapo wamepatia ruhusa uh, mahakama ya kijeshi kuweza kutoa either warrant for arrest kwa ajili ya kuweza kumshika Kabila na kumwelekeza kwenye mahakama E, ndiyo hiyo itatokana huenda na, na mahusiano bora ambayo inapatikana kati ya DRC na nchi mbalimbali, e, ili ambako watamwona Kabila wanamrejesha Kongo. Mimi nafikiri hakuna hatua yoyote ile ambayo anaweza akaifanya isipokuwa tu kujikinga ili asishikwe, e, na anyway itakuwa ni hali moja ambayo tu hatujui nini atakifanya, hatujui kama naye atakuwa na ile vishirani kama jinsi alivyofanya Corneille Nangaa na akaenda kufanya uwasi, hiyo yote inakuwa ni ndugu ambazo zinakuwa ziko pale, akijulikani sasa nini kitafanyika kweli kweli baada ya yeye ku, ku, ku, ku, kupewa azimio kama na hiyo au kuchukuliwa hatua kama na hiyo. Na baraza la, la seneti. Kuna mwito wowote umetolewa uh, ndani ya mabaraza ya maaskofu au na mashirika ya kimataifa hasa kumsihi labda Kabila lakini pia na serikali kuketi kwa pamoja na kuto kuleta madhara zaidi juu ya hatua hii? E, e, nafikiri mwito huu umeanza tangu zamani. E, tunajua kwamba e, kuna ule mchakato ambao unaendeshwa na maaskofu wa kanisa za Katoliki na za Kiprotestanti ambao wameona kwamba shida kubwa la nchi ya Kongo ni, ni kwa wakongomani kati yao, so wao waliniieti ile ambao wameita wa, wa dialogue au mazungumzo mahojiano, ili kujirejesha amani nchini Kongo, mazungumzo kati ya wakongomani, mazungumzo kati ya wafanyasiasa wakongomani. Nafikiri mwito huo unaendelea kuwa pale kwa sababu maskofu wamemaliza kazi yao, wamezunguka huku na kule, na wanachokitaka sasa hivi ni kuona rais Felix Tshisekedi anachukua maamuzi ya kuweza kusogeza wenzake wafanyasiasa siasa wapinzani wakaketi kwa pamoja katika meza na kuweza kutatua migogoro mbalimbali yenye kukabili siasa ya nchi. Nafikiri huo mwito huko na umeanza tangu zamani si, si kwa leo. Asante sana, uh, ni kushukuru sana kwa nafasi yako kuzungumza nasi kwa siku, siku hii ya leo. Acha na mimi nikushukuru, kushukuru ndugu mtangazaji kwa kuweza kutupatia muda tena wa kuweza kuchambua kwa pamoja swala hili. Asante sana mtazamaji. Um, pasi na shaka huyo ni mchambuzi wa masuala ya siasa kutoka DRC bwana Joseph Apollo, nikijumuika naye kuchambua juu ya hatua ambayo imechukuliwa na baraza la Senate la kumwondolea kizuizi cha kukamatwa aliyekuwa rais wa zamani Joseph Kabila ambaye sasa Uh, jeshi linaweza kuchukua maamuzi ama mahakama ya kijeshi inaweza kuchukua maamuzi ya kumtia nguvuni na kumfanyia uchunguzi zaidi juu ya kile ambacho kinaelezwa, analidhamini ama anashirikiana moja kwa moja na kundi la M23.